Mtetezi, umeahidi nini na umefanya nini? Ulichokiahidi ndicho hujafanya. Mtetezi, tulikubaliana, huyu mzee ni afe. Wewe kilicho kufanya kumpiga la kulala ni kitu gani? Uchajiwa, maliza kabisa. Je, unafikiri yule akirudi kutoka mzimuni kinachofuata ni nini? Mimi nilijua nimemaliza, sikutegemea kama ingekuwa hivyo. Naomba mnisamee kwa ia. Unajua mtetezi, mimi waga, nataka tukipanga kitu kifanyike hicho hicho. Mbwembo ulizokuwa nazo juzi hapa, mbona zimekufa yeah? Waheshimia waga, wahidiwe alafu ukawa uongo. Ukiahidi hakikisha umetimiza, mtetezi. Sitaki ujinga wa namna hiyo, mkuu. Hii ni aibu na hii ni fedhea kabisa, katika, katika utawala huu wa kichawi. Laiti kama yule apone kule nyumbani, unafikiri sisi tutakuwa na hali gani? Tunakufa wote sasa. Sisi mimi sina la kuzungumza, maana na asila nilichokuwa nakitegemea sicho. Kazi nakuachia wewe, mama. Fanya kosa sio kosa, mama yangu, bali kurudia kosa ndio kosa. Sikulitegemea hili kama lingekuwa. Naomba mama yangu munipe nafasi nyingine. Mtetezi, kwa hili umekosea. Ndio, usipokuwa makini utasababisha sisi tupande mtumbo wa vibwengo. Sawa kabisa, unaweza sisi ndio washirika, tuvumilie, tuvumilie kwa leo amesha tuahidi kesho, inabidi tuvumilie, tukae tusubiri nyama kesho. Unajua mi waga napenda kufanya kazi na watu ndio ndio wanaojielewa. Mtetezi, chukua vitivi, yani unavyovirudisha tiyari mtu ameshakwisha, na ukavirudisha hakijatokea chochote jua unaondoka wewe. Mawashirika zangu, ninawaahidi ninawaahidi kwamba hili nitalitimiza, sitompa nafasi akapona kamwe. Ni lazima, tegemeni mazuri. Ni lazima aingie hapa, ni lazima roho yake nahitaji kumwona. Na huyo mtu kafa. Unafanya mchezo, ujui unachocheza nacho, nacho. Hiyo sawa kabisa. Niko, atuzungumzi mengi na kikao kingine. Wewe inabidi utangulie, mkuu mruso, ondoke na kikao kingine. Mama, kwa hichi ulichonipa, ninaamini natimiza ahadi yako. Ni lazima washirika wenzetu, ni lazima nyama yake waile, sitokubali kamwe. Waweza kwenda. Tegemeani mazuri kwa nchi na mimi. Umesikia? Nimekusikia. Umesikia maneno? Nimesikia. Tutegemee mazuri Utegeme mabaya, umeyasikia mwenyewe, naamini yatakuwa ni mazuri. Hawezi kunigeuzia mara mbili, na akinigeuzia, naahidi kwenu, yeye atakuwa halali yetu. Tukimaliza tunajimshughulishia yule mzee sisi wenyewe, kwa sababu atakuwa hajatii amri. Mi, mi sipendi maneno maneno, nataka utekelezaji, vitendo ndo vifanyike. Sio, inafika na wewe kesho. Nakwambia unaanza kunibadilisha badilishia? Hapana mkuu, kila cha mtu kinaliwa. Sawa, kila cha mtu kinaliwa. Sawa mkuu, siku ikitimia, usije ukanibadilishia Kiswahili. Hapana, tumemaliza, tumemaliza.